Ya imba mafungu mawili ya wimbo wa themanini na tano, uliyesulubishwa. Si uliyesulubiwa, uliyesulubishwa. Wimbo wa themanini na tano, fungu la kwanza na fungu la pili. Baada ya fungu la pili, tutasimama tupokee mahubiri ya siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa nafasi hii kwa neema yako hii uliotupa watoto wako wa Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kufika mahali hapa kwa ajili ya mkutano mkuu wa dayosisi yetu, na kusihi uanze nasi mkipekee. Neno lako la uzima liendelee kutulea, katukumbushe wajibu wetu. Tukutumikie daima Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Endwa, nasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Nehemia mlango wa pili mstari wa ishirini b. Nehemia mlango wa pili mstari wa ishirini b, nasoma katika jina la Bwana. Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Amen. Tuka. Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Naomba tuseme maneno haya yote. Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Ndugu zangu wapendwa, leo ni siku ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa tano baada ya miaka 125 ya Injili katika dayosisi yetu ya kaskazini Mashariki. Nichukue nafasi hii tena kuwakaribisha ninyi wote kutoka sharika zote za dayosisi yetu na vituo mbalimbali kwenye mkutano huu, na niwapongeze sana kwa kupata nafasi wale ambao ni wajumbe, nafasi ya kuwa mjumbe wa mkutano mkuu huu, nawapongeza sana kwa kupata nafasi hii ya kuwa wajumbe. Na karibisha hata vikundi vya kwaya kama ilivyosemwa, vikundi vyetu vimefanya kazi nzuri, na baba askofu kwa jimbo na ninyi wote wajumbe, kwa kuwa neno kuu la dayosisi yetu kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa 33 mstari wa 14 na litafundishwa kwa kina na mhutubu wetu kiongozi wetu baba askofu Dr. Kisiri Laiza. Nikaona tunapofungua mkutano huu tutumie neno la mwaka la KKKT. Hili ndilo neno linalotuongoza kwenye KKKT, sio kwenye Dayosisi na kwenye KKT halipiti kwa mwaka mmoja tu. Tangu mwaka juzi tumeenda nalo na mwaka uliopita na mwaka huu, neno hili kutoka kitabu cha Nehemia mlango wa pili mstari wa ishirini, akisema Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Na kabla tujagusa neno hili sana, ni wakumbushe kwamba mkutano mkuu sio jambo geni mikutano mikuu sio jambo geni ilianza tangu zamani na mkutano mkuu sio mkutano mkubwa labda nitofautisha hapo kuna mkutano mkubwa na mkutano mkuu mkutano mkubwa unaweza kukuta una watu wata elfu tano wale wenye mikutano ile mikubwa ya injili unaweza kukuta watu wanahubiria watu elfu tatu. Ndugu yangu Male na timu nzima, najua wako hapa ambao wanajua mikutano ile mikubwa, sio mikutano mikuu. Lakini mkutano mkuu unaweza, inategemea ile idadi ya wale wanaohusika, hata kama ni wachache, lakini unaitwa mkuu, hata kama sio mkubwa kama ile mikutano mikubwa. Kwa hiyo huu ni mkutano mkuu, sio mkutano mkubwa kwa hiyo mtu asije akawa amekuja na agenda za mkutano mkubwa akaondoka aka kwenye mkutano mkuu. Hapa tuko kwenye mkutano mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa siku zote liliishi kwa mikutano mikuu kulipokuwa kuna changamoto mbalimbali. Nakumbusha, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kumi na tano, ndio mkutano mkuu wa kwanza wa kanisa. Haujawahi kutokea mwingine, huo ndio mkuu wa kwanza wa kanisa na huu ulikuwa na lengo, lengo lake walikuwa wanajadili ni jinsi gani wa mataifa wataokolewa. Maana wengine walisema no, wa mataifa lazima wawe Wayahudi watimize sheria za Kiyahudi ndipo waokolewe. Kwa hiyo ikabidi waitishe mkutano mkuu, ulikutana mkutano mkuu pale Yerusalemu miaka kama hamsini, mwaka wa hamsini baada ya Yesu Kristo ndio mkutano mkuu wa kwanza wa kanisa na ndio maana mikutano inatamkwa kwa namba. Huu unaitwa mkutano wa tano, mkutano mkuu wa tano baada ya miaka mia moja na ishirini na tano ya Injili. Huwa inatamkwa hivyo mkutano ule mkuu. Lakini baadaye, nataja michache tu, wachungaji wanafahamu na wainjilisti na wale wengine wanaosoma historia wanafahamu, baadaye ulitokea mkutano mkuu mwingine mwaka mia tatu na mji wa Nikea na huu ulikuwa na lengo la kupinga mafundisho ya uzushi ya mtu mmoja, alikuwa anaitwa Arius. Arius alianza kufundisha mambo mbalimbali, lakini kipekee akiweka mashaka juu ya uungu wa Yesu na akakubali baadaye, akasema basi kama Yesu ni Mungu, basi tuna miungu wawili, tuna miungu wawili, Mungu mgumu wa agano la kale huyo ni Mungu mgumu, Mungu muuaji, Mungu ambaye ni katili, lakini tuna Mungu mzuri wa Agano Jipya. Ametupa miungu wangapi? Wawili. E, watu wakasema, mkutano lazima tukae mkutano kumpinga Arius, na Arius akatamkiwa eh, tamko ambalo linaitwa Anti-Arian anathemas, yaani kumkataa huyo Arius ambaye analeta mafundisho potofu. Na katika mkutano ule wa mwaka mia tatu na ishirini na tano wale wanaochukua historia vizuri, ndipo ikatungwa imani ile ya Nikea. tunayo kiri imani ya Nikea, twamwamini Mungu mmoja, we katika baba na mwana. Mnafahamu imani ya Nikea ilitungwa mwaka ule. Kwa kumbe mikutano mikuu ina mambo, ina malengo hayo, miongoni mwa malengo ni pamoja na hili, na baadaye ilifuata mikutano mwingine. Kuna mkutano unaitwa wa Konstantinopo, ulikutana mwaka mia tatu na themanini na moja. Uh, ulikuwa na mambo na wenyewe unajadili mambo makubwa lakini yanayohusiana na yale yale ya Arius. Baadaye watu waliibukaibuka na mkutano mwingine, mkutano wa Efeso mwaka 431 na, na mikutano mikuu. Kwa hiyo mkutano huu sio kwamba ni mkutano mgeni mkutano. na mikutano huu, hii mikuu inaitwa synodi. Synodi, synodi. Kwa hiyo inaitwa synodi, eh, na kwa akwakuwa tuna wanafunzi hapa niwafundishe kidogo lugha ya Kigiriki, wanafunzi wangu. Eh, sinodi inatokana na neno la Kigiriki linasema baadae lina synodos. Synodos. Synodos. Synodos. Synodos, mwalimu, utanipangia vipindi vya Kigiriki pale Luandai, naona vijana wangu wako vizuri synodos. Sasa synodos ni maneno mawili, kuna syn pande huu na hodos pande huu. Syn maana yake ni pamoja syn tugetha pamoja, si ndio? Tugetha si ndio pamoja kwa Kiingereza, eh? ni pamoja halafu hodos. Hodos ni njia, njia au matembezi, njia au matembezi. Kwa hiyo ukikutana na sun hodos maana yake kutembea pamoja. Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Ndio maana mikutano sasa yote ya kanisa yote iliitwa Sin hodos s, baadaye wakapunguza punguza ile ho ikaondolewa, wakaita sinodi. Kwa Kiingereza wakaita synod, kwa Kisambaa wakaita sinodi mpaka eh, kule mwisho inaeka. Wasambaa wanapenda kumalizia kule mwisho, titake sinodi. Na tunakwenda kwenye sinodi, maana yake kwenye sin hodos. Bwana Yesu wasifiwa. Yataje tu hayo machache, na hivyo tunakutana kwenye mkutano wa sinodi hapa koteti, na unakaa kwenye kumbukumbu -kumbu zetu, utaona kwenye kumbukumbu -kumbu hata uje miaka mingine mingi utatajwa, na hii inatuleta pamoja. Na neno hili linasema sasa tunalopewa katika sinodos ya leo, sinodi ya leo, "Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha." Labda Nehemia, kwa nini aliyasema maneno haya we? Wana wa Israeli walichukuliwa kwenda utumwani Babeli walipochukuliwa kwenda utumwani Babeli, kuta za Yerusalemu zikabomolewa, watu wakabomoa kuta za Yerusalemu. Ndipo huyu Nehemia alikuwa kama msaidizi wa mfalme, tena wanasema mshika kikombe, mbeba kikombe. Alikuwa mtu mwaminifu sana. Kikombe cha maji ya mfalme akitembea, lazima akishikwe na mtu mwaminifu, si ndio? eh Aki, mfalme akisema naomba maji, anapewa kikombe na Nehemia, anakunywa. Kama sio mtu mwaminifu <laughs> si anaweza kuyaweka vya kuweka, akiwekwa vya kuweka, si mfalme anaweza kata roho, si ndivyo jamani? Kwa hiyo anatafutwa mtu mwaminifu. Nehemia aliitwa. Sasa Nehemia akamwaga, mfalme akamwambia, nimepata uchungu, nimelia ni machozi, nataka nirudi nikajenge kule Yerusalemu, zile kuta zilizoharibiwa, zilizobomolewa na kwa kuwa yeye alikuwa miongoni mwa viongozi pia, huyu Nehemia akaruhusiwa akaenda kujenga. Na alipokwenda kujenga wakazuka, mtu, wakazuka watu watatu. Mmoja anaitwa Sanbalati, na mmoja anaitwa Tobia, na mmoja Geshemu. Hata majina yenyewe yanatisha, si ndio? Eh, Sanbalati watoto sema Sanbalati Tobia Geshemu. <laughs> Hawa wakamwambia Nehemia, haiwezekani, hutajenga mnara huu, hutajenga hata ufanye nini, hujengi. Walikuwa wakimkatisha tamaa, walimwona Nehemia anayetaka kujenga ukuta nikana kwamba hazimo vizuri, kama simnajua ambao hazimo, yani wanakana kama hazimo e, wengine wanasema kama aliyezima data. <laughs> E, wanaita kuzima data siku hizi, n yani data amezima, yani hazipo, japo wanaozima data ni wale wanaoambiwa wanalewa. O, ulevi. Nimekutana na kijana mmoja pale mjini, e, anakwenda tu pande, anavyokwenda, vijana wengine wakaniambia, huyu mzee amezima data. Kume kuna kuzima data, o, kulewa, wale wanaokunywa viroba, wanaokunywa viroba, nyoosha mikono naomba, kwenye mkutano mkuu <laughs> wanaozima data pale nyuma unanyoosha, au unajikuna. Nafikiri ni kujikuna. Bahati nzuri kwenye mkutano mkuu hakuna watu wanaozima data. Haleluya Bwana! <laughs> Sasa Nehemia akaonekana aliyezima data, wakasema dishi linayumba, atajengaje dishi linayumba? Wangekuwa na hivi vituo tulivyo navyo huku, tuna vituo vitu kama kuna mambo yamekaa kidogo, ndivyo sivyo, tuna vituo vyetu, niliona huku wakitambulishwa hapo anapelekwa kurekebishwa mambo machache narudi ana kuja anatutunza anatutumikia vizuri, lakini Nehemia akasema hata kama mnakataa kwamba hasitajenga, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Bwana Yesu asifiwe! Hata mkisema dishi linayumba kwa mbali, lakini nasimama kama Nehemia nikisema, Mungu wa mbinguni tunayemwamini, sio huyu Mungu hapa duniani duniani, huyo tunayemtegemea, yeye atatufanikisha tena akasoma ule mstari, naomba niusome ule mstari mzima kama ulivyoandikwa: ndipo nikawajibu, ni Nehemia, nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha, kwa hiyo sisi watumishi wake tutasimama kujenga, bali ninyi wani Sanbalati, Tobia na Geshemu, hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu, kamla haki na hili ndilo neno kubwa, wapendwa, ujue wakina Sanbalanti walikuwepo zamani, lakini hata nyakati hizi, unafikiri wanakaa mbali? Unaweza ukakutana na Sanbalati, Sanbalati. Lakini ukikutana nao useme, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakutana na Masanbalanti Muulize jirani yako, wewe ni sanbalati? ni wewe muulize. <laughs> Najua huko hamna sanbalati. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Atatufanikisha, mnataka kujenga. Wengine walisema hiyo Lwandai mnaotaka kuijenga imeshakufa mtaweza? Lakini ikajengwa ikasimama wakapata divisheni wani tena za kutisha, wakafanya vizuri. Mungu wa mbinguni ametufanikisha. Bwana asifiwe! Mnasumbuka tu hiyo Bangala, mnasema Bangala mnasema, itawezekana kweli eh, Balati <laughs> mtaweza? Halmashauri Kuu mtaweza, au mnajidanganya tu? Ikafanikiwa, Bangala inasimama na inakwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe! Kasema chuo chenyewe cha Sekom si kimeshafutwa na serikali? Ni kufutwa, sio ku, sio kusimamishwa, kufutwa, kwenye gazeti la serikali kimeshafutwa na serikali. Kasema kimeshafutwa, mtaweza kufanya chochote? Maana hapa walikuwa wanaishi popo kwenye majengo haya, ni popo wanakaa uko nje, kumechafuka huko, sema mtajisumbua bure, halmashauri kuu na huyo askofu wenu, mtafanya, mtaweza lakini tukasema Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha na sasa, kiko chuo cha Koteti mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si kwamba hawapo, tunao, tutatembea nao, lakini Mungu wa mbinguni yeye anatembea pamoja nasi na wale wanaomtegemea wote. Kwenye usharika unafanya kazi kwenye usharika wako, unataka kujenga eh, wengine wanasema hivi, we mchungaji kweli. Wachungaji wote wamepita hapa, anataka kujenga choo, atakiweza? Eti ni choo tu <laughs> nimekuta choo cha kisasa pale ushirika wa, wa Kange e, watu wa Kange wasimame. Kange, simameni na mchungaji wenu, ushirika wa Kange uko. Watu wa Kange, mchungaji ametoka kidogo. Haya, ah, <laughs> wamejenga choo cha kisasa, choo cha kisasa ni. Tafadhali kae nitakwenda kukizindua hivi karibuni, cha kile kizuri cha sharika wa Kange pale ni kizuri. Watasema mnajihangaisha mpaka mjenge eti choo tu, mpaka kiwe kizuri kiasi gani, mtaweza lakini, wakasema Mungu wa mbinguni atatufanikisha. na wameweza. Wameweza. Wamefanya mambo makubwa kine, kwenye sharika zetu, nataka kujenga nyumba, mkaona usharika mmoja wanapandisha eti nyumba mbili kwa mpigo. Kwa mpigo, ujue nyumba mbili kuzipandisha kwa mpigo nao sio kazi nyepesi pigo zinapanda hivi, ni usharika wangu mmoja kule pwani, usharika wa Mikanjuni. Wapo watu wa Mikanjuni hapo? Simama watu wa Mikanjuni waone ni, ni mfano tunaona pale mchungaji wenu wametoka. <laughs> na mimi, hata mimi jamani, niliingia kwenye dhambi hako akasema, hivi hawa wana uwezo kupandisha nyumba mbili kwa mpigo, wakasema tutaweza na nyumba mbili, sijui kama wameshaanza kuhamia, karibia wanahamia, si ndio eh Wakasema Mungu wa mbinguni atatufanikisha, na sasa nyumba mbili zimekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mifano, tunaomba mkae, nataja mifano tu. Ukienda kwenye vyuo, ukienda kwenye kazi zetu, ukienda kwenye mashamba, ukienda kwenye kurugenzi. Tulipoanza kupanda miparachichi pale pale rente, wengine waliona kama tumewehuka, kama tuliozima data. <laughs> kama tuliozima data, lakini miparachichi ya mwaka huu nafikiri tutauza fuso za kutosha pale. Maana Mungu wa mbinguni yeye ametufanikisha. Haya nayo yasema, nataka kuatia moyo, kuatia moyo. Masanbalati watakuepo, watakuwepo. Ukikutana hey, na Sanbalati, ukiona tu anaye kukatisha tamaa kwamba wewe hutoki na division 1 hapa, hujue huyo ni Sanbalati. <laughs> umwambie Mungu wa mbinguni atanifanikisha. Yes, Mungu atawafanikisha. Jibu letu wanadayosisi liwe hilo moja, Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Maana Mungu ndiye chanzo cha usha, ushindi wetu, sio sisi wenyewe. Mungu huyu ndiye mweza ambaye anatuwezesha kujitoa kwa kazi yake, na wale wanaopingana na kazi hizi hawana budi kutokea ili kututia moyo, na hapo tunakumbushwa wajibu wetu kama watumishi mbele za Mungu. Hata wajumbe wa mkutano mkuu, e, mnakumbuka wajibu wenu Mshikiwaenu vizuri. Nilialikwa kufanya semina ya wazee wa kanisa usharika mmoja nika uh, sijui ilikuwa usharika wa mtaya usharika gani s, sasa nikawauliza swali kwenye semina ya wazee wa kanisa, nikamwambia hebu nielezeni wajibu wa mzee wa kanisa ni nini? Mzee mmoja akasimama, akanyosha mkono, akasema ee, wajibu wa, wa mzee wa kanisa ni kumfukuza mchungaji <laughs> Si unaona kama wamezima data, si ndio eh? Yaani hajui wajibu wake <laughs> Wajumbe wa mkutano mkuu, mmekuja kwenye mkutano mkuu, najua mnajitambua, najua wajibu wenu, kuja kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kufanikisha dayosisi hii isonge mbele. Tutaweka maazimio makubwa ya dayosisi hii, tafanya mambo makubwa. Wakina Sanbalati watakuwepo, wakisema hao, hao, dishi linayumba wamezima data, lakini sisi neno letu ni moja Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha Amen. Bwana Yesu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waskofu, tunakushukuru kwa ujumbe mzuri Mungu wa mbinguni. Hata Mungu wa mbinguni huu, hata tunashukuru kwa ujumbe huu, tuendelea kuwa katika mioyo yetu, na tuendelee kumshangilia Mungu tumpe sifa hata kwa ajili ya ujumbe huu.